Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza MySQL na hii ni video ya pili, tutakwenda kuonyeshana jinsi gani ya kudownload na kuinstall MySQL katika kompyuta zetu, kwa wale watumiaji wa Windows, watumiaji wa Linux tutaweza kuwafahamisha leo, lakini kabla ya yote tayari kuna video ambayo niliweza kutengeneza hatua kwa hatua kuanzia kudownload na kuinstall MySQL kwa vitendo kabisa, na unaona na unafata kila kile ambacho nakuonesha katika hiyo video, basi utaweza kukamilisha zoezi hilo la kudownload na kuinstall na kuwa na vile vitu vyote ambavyo vinahitajika katika playlist hii. So, video hii just nitakuelezea tu sitoweza Kuonesha jinsi ya ku install, ku select hivyo vitu ambavyo vinahitajika. kama kama utahitaji kuweza kuona toa kwa tu, nimekuwekea link katika description ya video hii uta click na itakupeleka. So, video hii tutaenda kuangalia jinsi ya ku download na ku install MySQL, tofauti kati ya MySQL Shell na MySQL Workbench, tutaona na jinsi ya kuangalia kama MySQL imekuwa installed vizuri katika mashine zetu. So, tukianza na vitu vya kuweza kuzingatia unapoinstall MySQL unatakiwa uvifahamu. Uh, lazima uweze kuviingiza hivyo. Uh, ndivyo ambavyo tutakuwa tunavitumia, kwanza MySQL server, kisha MySQL shell na MySQL workbench. Ni vitu vitatu muhimu sana. MySQL server ni actual database engine ambayo ina run background, inahitajika sana hii. Lakini MySQL shell ni ile command line interface ambayo tunaandika na kurun SQL, JavaScript, na Python queries. Lakini pia MySQL Workbench ni GUI Graphic User Interface kwa ajili ya kuvisual working with the database. Tunafanya kazi na database kwa kuona kabisa hivi table zetu hizi hapa. A, ya, tutaenda kuona Workbench inavyoonekana, lakini hii ni GUI, upande wa GUI, sio command line. Lakini pia baada ya hapo utahitajika kuweza kuinstall sasa MySQL katika window yako kama wewe ni mtumiaji wa Windows. Hatua ya kwanza ni kuweza kudownload MySQL katika official site yao. Kuna installer utahitajika kuweza kuidownload, ambayo inachukua MB kama mia uh, tatu hivi. So unatakiwa uwe na bando, kwa hiyo unaweza kuja katika browser yako ukasearch MySQL download na ukaingia katika link ya kwanza kabisa katika official site ya MySQL, itakuleta hapa katika page ya download. Utashuka chini kabisa uta click katika MySQL community download. Hivi vitendo ambavyo ninavifanya hapa, hiki kitu ambacho nakufahamisha tayari, kuna hiyo video ambayo nimekuwekea link katika description, unaweza kwenda kuiangalia, ndio ambayo nimefahamisha vitu kama hivi. Unaingia katika browser yako na search, una click link fulani, una download hadi kuweza kuinstall. So hapa mimi situweza uh, kufanya mambo yote hayo, just na kuonesha tu kukupa Highlight. So, uta click pale then utakuja hapa utaacha kama kulivyo okay. Utakuja uta click at download hapa. Hii ya pili achana na hii ya kwanza click hii ya pili then itaanza ku download. Okay, nikwambia ina MB kama 354, so unaweza kufanya hivyo basi, kwa tayari umesha download installer itakapokamilika, na tayari kwa ajili ya kuja katika step ya pili, ambao ni ku run the installer, hiyo ambayo utakao download na vitu ambavyo unatakiwa Vitu ambavyo ofi select ni MySQL server, MySQL workbench, MySQL shell, MySQL router, ndivyo vitu ambavyo ni muhimu ambavyo tutakwenda kuvitumia. Hivyo vingine ni optional, mfano sample databases, unaweza ku click au usi click. So baada ya ku select hizi, uta click next na kuiacha installer iweze ku check requirement na baada ya hapo itakuja process ya kuinstall na kuconfigure MySQL yako. So moja kwa moja itakuwa prompt Eh, sehemu ambayo uta click inasomeka execute, utaweza ku download na ku install component zote ambazo zinahitajika. Baada ya ku download ile setup wizard itakuongoza wewe hadi kuweza kukamilisha. Katika huo mwongozo ambao utakupatia, itakuhitaji kuweza uh, kwanza itakonfigure ita MySQL server, itakuhitaji uweze ku set root password. Utahakikisha unaweka password ambayo utaikumbuka, usiweze kuisahau, utakwenda kuitumia huko ndani, tutaenda kuoneshana, lakini pia Uta choose port ambayo by default inakuwa ni hii 3306. Utaacha hiyo hiyo haina haja kubadilisha. Starting the MySQL service, kwa itaanza MySQL service kuanza kufanya kazi. Baada ya hapo itakubidi uweze ku-test installation kama utahitaji, kama una wasiwasi, kama imekamilika ama la. Kwa hiyo katika ku-test hiyo installation unaweza ukafungua MySQL shell ama workbench na katika MySQL shell utaandika, ah, hapa mysql uh, minus u root uh, dash p utaenter password yako kama itahitajika. Uh, kama itakuwa connected basi utakuwa tayari umefanikiwa. Okay, lakini baada ya hapo, kwa wale watumiaji wa Linux wa Windows ni hizo tu step hizo hapo, ambapo pia nimekuwekea link katika description ya video ambayo nikifahamisha jinsi ya kudownload na kuinstall. Kwa hiyo sio ngumu kwao, na kwa wale watumiaji wa Linux, kwa vile mambo haya ndio mambo ambayo yamejikita sana katika operating system hiyo, basi tayari wao hakuna process nyingi sana. Kikubwa ambacho unatakiwa ufanye kwa mtumiaji wa Linux kama ni Ubuntu, uh, Debian, so utaanza kwa kuupdate system yako sudo apt update, sudo apt upgrade. Utaweza kufanya hivyo na baada ya hapo utaweza kuinstall step inofuatayo MySQL server kwa kuandika sudo apt install mysql-server. Okay? Then uta secure installation kwa kuandika sudo mysql-server underscore secure underscore installation kacliki enter. Na baada ya hapo, utaweza kutest MySQL katika kompyuta yako kuweza kuandika sudo mysql. Hapa katika hii kufanya secure installation, sudo mysql underscore secure underscore installation, hii itakuweza kukupatia wewe sehemu ya kuset root password yako, kuremove anonymous users, kudisable remote root root login, kuremove test database ku reload privilege tables itaweza kupatia step hizo. Uh, utaclik y yes kwa ajili ya kuweza ku accept all ya yeah, hizo ambazo nimekutajia hapo. So, utatesti MySQL yako sudo MySQL, na MySQL itaweza ku prompt na tayari inafanya kazi vizuri tu utaona, bila shida yoyote. So katika video hii kuweza kumalizia, unatakiwa kuweza kuelewa MySQL shell na MySQL workbench. Hivi vitu viwili ni vitu ambavyo tutakuwa tukifanya navyo kazi sana katika hii playlist yetu ya MySQL. MySQL shell ni ile command line interface. Mimi tayari kwa vile nimesha install huu, mwache niweze kukuonyesha. So MySQL shell inaonekana hivi. Hii ndio MySQL shell, ni command line interface kama vile terminal ama command prompt katika window, okay? na iko fast sana kwa katika ku query. Tutakwenda kuiona jinsi gani ambavyo tunaweza kuitumia, lakini ukiachilia hii MySQL shell, pia kuna hii command MySQL command line hapa, pia nayo tutaitumia. MySQL command line tulipofungua tu, tunahitaji tuingize password. Hapa ndio tutaingiza ile password yako ya root. Okay, kitu kama hicho, then Ukiachilia okay, hivi vitu viwili nimekwambia kuna hiyo MySQL Workbench. Workbench hapa ukifungua nayo itakuwa na muonekano kama huu ambao tunaona hapa. So MySQL Workbench hii ni visual tools with tables. Ukiachilia kutumia command line, una uwezo wa kuvisual kabisa table zako kuona relationships, utapata ile query editor, ni friendly sana hii kwa vile tumeshazoea kutumia GUI, wala watumiaji wa window basi itakuwa rafiki sana kwetu kuweza kufanya nayo kazi ni uh, MySQL workbench. So unaweza kudesign database yako humu ndani itakuonesha hapa itakapofunguka. Lakini kitu kingine cha kuweza kukumbuka pia, ama tips ambazo nimeweza kuandalia siku zote, kwanza unatakiwa ukumbuke hiyo root password ambayo utakuwa umeingiza wakati unafanya installation kwa ajili ya kuweza kuaccess MySQL. Hiyo root password yako ambayo utakuwa umeitumia, lakini pia unaweza kutengeneza user mwingine ama wengine katika hiyo uh, MySQL yako. Tutaenda kujifunza katika uh, video ambazo zitafuata huko mbeleni. Pia kama kuna kitu kitakuwa kinaenda uh, vibaya, hakiko sawa, unaweza ku-uninstall halafu baadaye ukareinstall kwa kutumia default, uh, developer default, okay? Kama itatokea hela yote usisite kuweza kunambia, lakini pia unaweza kutumia hii workbench kwa ajili ya database design na unaweza kutumia shell kwa ajili basi ya kuweza kupractice SQL kwa haraka okay. Kwa hivyo hivi vitu ni vitu muhimu vyote, hii MySQL shell na MySQL workbench. Workbench inaonekana kama hivi utakapofungua tu, na hapa nipo na user mmoja tu ambao ni hii root, kwa nikiklik hapa au unaona information local host port yetu ya hapa. So niki click kufungua hapa, itanihitaji niingize ile password yangu ambayo nimeipa ya root. Wakati na install nilitakiwa niweze kuweka password ya root okay. So nita click okay, na kama password ndio, itaweza kufunguka huku ndani, na kama hivi ambavyo unaona inavyoonekana. Tutakuja kujifunza sasa jinsi ya kuweza kuitumia vitu hivi, kimoja kwenda kingine kinamaanisha nini katika hii workbench na kuona namna gani basi tunaweza kutengeneza, kudesign database zetu kwa kupitia hii workbench. Okay? So leo sina la ziada, nadhani tuishie hapa kwa ufupi. Ah, kitu ambacho tumeweza kujifunza na kukifanya ni kuinstall MySQL server, kuinstall MySQL shell, kuinstall MySQL workbench. Ah, MySQL server ni core database engine, lazima iwemo, kwa hiyo hakikisha unapo unapodownload ile install unapoinstall basi lazima uweze kuselect MySQL server lakini pia MySQL shell ni command line SQL interface. MySQL a workbench ni graphic user interface kwa ajili ya kufanya kazi na database zetu. So hakikisha basi umeweka vitu hivyo ili basi tuweze kuendelea katika video inayofuata. Kwa video inayofuata tutakuja kujifunza namna gani ya kutengeneza MySQL database yetu kwa mara ya kwanza na tables, video inayofuata hiyo Jinsi ya kuconnect MySQL kutengeneza database yetu ya kwanza, table yetu ya kwanza na kufahamu basi basic SQL syntax japo kidogo, katika hiyo video itakayofuata, na tutatumia command line na workbench kuweza kufanya vitu hivyo. So siweze kukosa video hiyo. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, usiache kulike, kushare na wengine wapate kujifunza kupitia playlist hii. Na vilevile usiache kugonga alama ya kengele kama bado ili kuweza kupata notification ya video nitakapo upload tu hapa katika YouTube channel yetu. Asante sana.